Tutasahihisha maneno ya Sheikh Wahid kuhusu salatu tarawih. Na jambo la kusahihishana ni jambo ambalo kwamba ni maarufu katika dini yetu ya Kiislamu, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye wa mwanzo aliosahihisha Mtume sallallahu alaihi wasallam naye maswahaba. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni la kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza wale ambao kwamba walikuwa wanapoambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu ambayo ni Qur'an, fuateni kitabu kama hichi, wao wasema kwamba sisi bali natabiu ma alfayna alaihi abana, sisi tunafuata yale ambayo kwamba tulowapata nao mababa zetu, yani kama ni icho kitabu hatuna haja nacho, lakini sisi tunafuata yale ambayo kwamba baba zetu walotufundisha na tunawajua kutoka kwa mababa zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasahihisha akasema: awalaukana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia, yani kwamba wale ambao kwamba munaowategemea huenda kuna mambo ambayo kwamba hawakuyafahamu kulingana na zama. So, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anatufundisha kwamba fikra ya mwanadamu inakuwa yani, inasonga mbele wala hairudi nyuma. Fikra ya mwanadamu inasonga mbele wala hairudi nyuma, kwa hivyo ila anayetangulia mbele huwa ana ufahamu zaidi, huwa ana ilmu zaidi, huwa ana maarifa zaidi kuliko walioko nyuma, kuliko al-awwalin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anatuonesha kwamba tusitegemee wale waliopita. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewaswahihisha hawa, walikuwa wakidhani kwamba wale ndo wabora na wale ndo wenye ilmu na wale ndo wenye fikra. Mwenyezi Mungu akamwambia, la, kuna mambo walikuwa hayafahamu, na hiyo ndo tabia ya mwanadamu kila yule aliyoko, alotangulia, kila yule aliyoko mbele ana ufahamu zaidi kuliko wale walopita. Sisi sahihi tuna ufahamu zaidi na tuna maarifa zaidi ya dini kuliko wale walopita, maswahaba na wengineo na tabiina, na watakaokuja watakuwa na ufahamu zaidi kushinda sisi na maarifa zaidi kushinda sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa twaona amewasahihisha hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amesahihisha masahaba mfano wa Muad. Muad alipokuwa anaswalisha swala kwa kurefusha kwa kusoma qiraa kikubwa, habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Muad, aturidu an takuna fatana. Kwa sababu Muadh alikuwa akisoma sura ndefu akidhani kwamba yuko sawa, lakini mtume akamsahihisha akamwambia, la la la, sivyo hivyo soma sura fupi fupi tu, kwa sababu kuna watu wako na shughuli zao, kuna watu ni wagonjwa. Kwa hivyo amemsahihisha mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba katika masahaba zake, na pia masahaba kwa masahaba amesahihishana, mfano wa nana Aisha amemsahihisha Abu Huraira na Ibn Abbas. Nana Aisha asema kuhusu Abu Huraira, wakati alipotoa baadhi ya hadithi alizosema kwamba qala Rasulullah zikamfikia na Aisha na Aisha akasema, Mtume hajasema hivyo, bali alisema hivi, akamrekebisha na kumsahihisha yale maneno ya Abu Huraira, na wala sio kumtia ila shakhsia ya mtu, la ni kusahihisha zile akwali, kauli ndio zinazosahihishwa. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, jambo la kusahihishana ni jambo ambalo kwamba ni la kawaida na maarufu katika mujtamaa. Mimi nitanukuu maneno ambayo kwamba yaliyoko kwenye klipu alioitoa na klipu hiyo inachangaa na kila mmoja nawahi, ash, nadhani ashaiona, ni klipu ambayo kwamba anazungumzia kuhusu swalat taraweeh akiwa anahimiza akisema kwamba swala ya taraweeh ni swala ambayo kwamba iliyoko kwenye mwezi wa Ramadhani, na akawa anasema swala hii ya tarawehe huwezi kuipata isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo jihak, jitahidini kuswali swala ya tarawehe. Haya ndiyo maneno ambayo kwamba tutakayozungumzia, kwa sababu walikuwa wanahimiza watu waswali tarawih katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu swala ya tarawehe yapatikana katika mwezi wa Ramadhani peke yake, na kisha akawaambia watu kwamba jitahidini, kwa sababu ni mpaka hamuipati tena mpaka Ramadhani inayokuja na maneno kama haya aliyoyasema siyo sahihi ndugu Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyotwambia tarehe, kwamba alipoingia mji wa Madina baada ya miaka miwili Mwenyezi Mungu ndiyo akafaradhisha saumu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika umri wake akafunga saumu za Ramadhani tisa, yani Ramadhani tisa ndizo alizoziwahi mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuswali tarawehe, yani swala ya tarawehe hii tunayoiswali sisi, hakuwahi katika umri wake. Na ikiwa hakuwahi katika umri wake, je, alikuwa akifanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa baada al ishai anaswali swalatun nafila na swalatu nafila na yani ni swala ya yani, nyongeza maana nafila ni nyongeza. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, wa yasalunaka anil anfali, yani wanakuuliza wewe kuhusu nyongeza. Kwa hizo swalatu nafila yani ni swala za nyongeza. Mwenyezi Mungu ametufaradhishia swala tano: alfajri, dhuhri, asri, maghrib na isha. Swala nyingine zozote tunazoziswali mbali na hizi swala za faradhi, huwa ni swala tu nafila yani ni swala za nyongeza. Ni kama saumu, Mwenyezi Mungu ametufaradhishia mwezi wa Ramadhani, hii ni faradhi ee, yani ni kitabu. Kwa hivyo ukifunga sita, ukifunga Jumatatu na Alhamisi, hiyo ni nafila, hiyo ni nyongeza yako ambapo kwamba inaingia katika a'malus salihat. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swalatu nafila, na alikuwa haswali katika mwezi wa Ramadhani peke yake, la bali mwaka mzima, kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali swalatu nafila, na zime imethibiti kwenye riwaya na kwenye ahadith, na Mtume alikuwa akiswali mara rakatatu tisa ishirini eh, yani kulingana na ule uwezo wake, alikuwa akiswali baada laisha siku ya ramadhani moja, katika siku za Ramadhani, mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam alipokuwa anaswali salatu nafila na masahaba wakamuona, baada al-isha, masahaba wakamuona mtume kwamba anaswali salatu nafila, na walipomuona wakenda nyuma yake, na wao wakaunga ile swala aliokuwa anaswali mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyotuambia riwaya, inasema swallu bi swalatihi, yani, Mtume hakuwambia wapige safu waswali na wao la, wao walimwona Mtume anaswali na wao wakawa wenye kuunga bila ya Mtume kujua kwamba nyuma kuna watu wanamfuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga salamu, akakuta maswahaba nao wa wako nyuma wamemfuata ile swala anaswali. Siku ya pili pia ikawa ni hivyo hivyo. Siku ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswali kwa sababu alikuwa anaogopea baada yake yeye kuondoka, sija watu wakafaradhisha, wakaifaradhisha kwa wengine hii swala ambao kwamba alikuwa kiswali na. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana experience kutokana na zile dini ambazo kwamba zilizotangulia Eh, ahlu taurati na ahlu linjil ambayo kazi yao ni hiyo, walikuwa wakifaradhisha watu ama mambo ambayo kwamba lam yunzilu llahu biha min sultan, yani mambo hayamo katika dini ama hayamo katika vitabu. Kwa hivyo akawa anaogopea kwamba sija wakafaradhishiwa baada ya kuondoka yeye, watu wakaifanya ni faradhi. Na ndiyo, na ndiyo kweli kama anavyosema, kama alivyofikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo kwamba liko mpaka leo. Kuna watu utasikia wanakwambia kwamba swalatu tarawehe usiposwali swala ya tarawehe somu yako haijakamilika. Na hili ndio jambo la kawaida, na utakuta mara nyingine watu wanaswali swala ya tarawehe, lakini utamkuta swala ya alfajiri hakuswali, wala swala ya dhuhuri hakuswali, lakini swala ya tarawehe hakosi mwezi mzima. Yote hii ni, ku, ni mtu kuona kwamba hii swala ya tarawehe imekuwa ni kama faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona jambo kama hilo, akajitenga nalo ili lisiwe kwamba ni faradhi kwa wa ummati wake. Baadaye, baada ya khilafa ya sayyidina Umar, akakuta katika mwezi wa Ramadhani anakuta watu wanaswali swalatu nafila kila mmoja kivyake yaani wawili wawili watatu watatu wanne wanne wanaswali swalatu na nafila. Saidna Umar akafikiria, akasema, akaona, kwa nini si wakusanyi pamoja na nikawekea imamu wakawanaswali kwa pamoja kuliko kuswali mbalimbali. Akashauriana na masuhaba wenzake, na likakubaliwa hiyo rai yake, akawakusanya na wakaamuweka Ubay Ibn Kaabi kwamba awe ni imamu wakuwaswalisha Saidna Umar akasema ni'matul bid'a hiya, yani Saidna Umar hii kuwa kusanya akasema kwamba ni'matul bid'ah hiya, yani hii ni bid'a ambayo kwamba ni mzuri. Na mtu na Saidna Umar amesema bid'a, kwa hivyo, naam, ni bid'a kwa sababu ni jambo lilikuwa haliko, yeye ndio alolianzisha, lakini ni bid'a tu hasana hini. Na katika masala ya bid'a sana sisi tunachanganyikiwa, utamkuta mtu anapoleta dhikri yani, watu wamekaa baada ya kuswali watu wanaleta dhikri kwa pamoja, utamsikia mtu anakwambia kwamba hiyo ni bid'a. Naam, ni bid'a, lakini ni bid'a tu hasana. Kama Saidna Umar hilal alifanya, ni bid'a, lakini anasema ni'matu bid'atu hiya. Kwa hivyo, kuna bid'a mzuri na kuna bid'a ambayo kwamba ni mbaya, bid'a tu sayyi'a, ambayo mtume amesema, bid'a tu dhalala wa kullu dhalala fi nar. Na bid'atu dhalala ni ipi? bid'atu dhalala ni ile alotwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kwamba ilo sahihi, na hadithi ilo sahihi. Nikisema hadithi ilo sahihi ni kwamba imesahihishwa na Qur'an, wala sio kama wanavyosahihisha wanavioni wetu. La sahihi min alquran. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yani mwenye kuzua jambo. Ahdatha kazua jambo, fi amrina hadha yani katika dini kuna kitu kinaitwa dini na sisi pia hapa tunachanganyikiwa. Dini, dini ni kitu ambacho kwamba masharaahu Allah, ni kile ambacho kwamba masharaahu Allah, ni kile kiliomo ndani ya Qur'an. Dini ni kitu chochote ambacho kwamba kiliomo ndani ya Qur'an, hiyo ndiyo dini. Na kisha kuna a'malu salihat, a'malu salihat ni hizi nafila. Huwezi kusema swala tarawehe ni dini, la, swala tarawehe ni kitu nafila yani ni nyongeza. Dini ni kitu alichokilazimisha Mwenyezi Mungu na ambacho kwamba kimo ndani ya Qur'an, hiyo ndiyo dini. Amalu salihati, kuleta dhikri ni katika amalu salihati baada swala, kuleta kunuti ni katika amalu salihati baada swala. Kwa hivyo, hivi ni vitu ambavyo kwamba amba ni lazima tuvitenganishe, tusichanganye mambo. Kuna dini, kuna amalu salihati, kuna maruf hivi ni vitu tofauti, lakini maal alasafu shadid, sisi zote tunavitia katika dini kwamba dini ndio iloamrisha, lakini sivyo hivyo. Kwa hivyo tume na Saidina Omar wakati aliposema ni'matul bid'a hiya, kwamba kuna bid'atu tu ambao kwamba ni hasan. Na bid'a hapa iko wapi alioitarajia ama alioikusudia Saidna Omar? Bid'a siyo ile swala wanaoswali swala ile wanaoswali toka na Mtume alikuwa wakiswali, na siyo siku ya Ramadhani peke yake, ni kila siku, na maswahaba walikuwa wakiswali siyo siku ya Ramadhani bali ni kila siku. Lakini bidaa hapa anaoisema ni bidaa ya kuwakusanya pamoja na kuwaekea imamu. Hiyo ndio bidaa alioisema, anayokusudia anawis Sayyidina Umar. Kwa hivyo ndugu Muislamu, swalatu taraweeh siyo kwa mwezi wa Ramadhani peke yake. Salatu tarawehe ni kila siku. Sisi tunaita salatu tarawehe, lakini ni swalatu nafila ambayo ni swala ya ziada. Kwa hivyo salatu tarawehe siyo mwezi wa ramadhani pekee, ni kila siku, iko salatu nafila na, fila, na, Mtume alikuwa akiswali kila siku. na Mtume alikuwa akiswali nyumbani, lakini tunaposwali salatu tarawehe ujue kwamba hiyo ni salatu nafila. Kwa hivyo ndugu Waislamu wahaya Nitakomea hapa na yule ambaye kwamba ana swali atume ama aweke kwenye comment hapo, na tutalijibu swali lake, lakini yawe ni katika masala ya dini, na insha Allah ikiwa sikujibiwa basi tutaifanya madda na tutamwambia kwamba tutaifanya madda, wa ila liqain akhar bimashiatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.